Kama mnavyoona hapa, tuko kijiji cha Nyuki, maandalizi yako vizuri, kuanzia ya sasa tunaweza tukapokea wageni eh, kwa sababu kijiji cha Nyuki kimepanga takriban wageni 400 ambao wataweza kuja ku, ku, hapa kijiji cha Nyuki eh, kwa ajili ya malazi na chakula kinapatikana kijiji cha Nyuki. Pia watajionea fursa ya, ya, ya ufugaji wa nyuki kibiashara. Kuna huduma ambazo tunazitoa ufugaji wa nyuki kibiashara, wataona mazao ya nyuki yote yapo hapa takriban mazao nane watayaona na watajifunza, watajifunza utalii wa nyuki katika mazingira haya ya kijiji cha nyuki. Ah, maandalizi kwa sasa yamefikia asilimia 80. Eh, kuna tents za kutosha hapa ah, camping area iko na usalama wa kutosha. Matenti hapo tumefunga tayari eh, tunasubiri tu wageni waje. Eh, pia kuna swimming pool hapa maeneo haya, wao wataenjoy wanapokuja unawaambiaje sasa wageni wanaokuja kwenye Mei Mosi? Ah, wageni wanaokuja Mei Mosi mimi nawakaribisha, na waje wajione, wajionee sehemu ya maeneo ya Singida kwa sababu Singida ina fursa nyingi. E, wanapokuja wageni mkoa wa Singida watajionea fursa nyingi ikiwemo ufugaji wa nyuki. Kijiji cha nyuki anatoa ana, ana, ana mafunzo mazuri sana ya ufugaji wa nyuki. Pia kwa Singida kwa ujumla watajionea fursa mbalimbali, kwa mfano kama kilimo cha vitunguu, mafuta ya alizeti na, na, na mambo mengine mengi zaidi katika mkoa wa Singida. Na pia jiografia ya mkoa wa Singida ilivyokaa, hali iko shwari katika hali ya kibiashara kwa sababu tukiangalia product zote zipo na msimu huu ni msimu wa mavuno kwao, product zote zitakuwepo katika kijiji cha Nyuki au na kule mjini pia tutakuwa na mabanda ambayo yatasambaza yata bidhaa zetu, na pia huku ndo tutakuwa na huduma za kutosha. Kijiji cha Nyuki katika sikukuu hizi za Mei Mosi tume, tumeanza kupokea watu to, tokea tarehe kumi na nne mwezi wa nne mpaka tarehe mbili mwezi wa tano. Kwa hiyo kwa wale wote waliokosa malazi wanaweza wakafika kijiji cha Nyuki kujipatia malazi, bado nafasi zipo, na pia wajipatie vitu vya asili, mazingira yaliyotunzwa kiasili kabisa, na waone mdudu nyuki anavyotoa product zao zake shambani na mpaka kwa mlaji. Ah, mimi niweze kuwakaribisha wa, wa, wageni wote wanaokuja mkoa wa Singida waweze kujionea fursa ambazo zipo mkoa wa Singida, na pia waweze kutembelea kijiji cha Nyuki hata kama hawatapata malazi huku waweze kutembelea kijiji cha nyuki kuona fursa ya ufugaji wa nyuki kibiashara inavyokuwa, ni fursa kwa vijana na hata kwa wazee, kwa sababu ufugaji wa nyuki kibiashara tunasema ni gender friendly, kwa watu wote wanaweza wakafanya hii biashara ya ufugaji wa nyuki, ili mradi tu uwe na eneo zuri na mizinga. Kwao nawakaribisha wote waweze kuhudhuria kijiji cha nyuki. Kwa majina, naitwa Adija Msumari, ni mtendaji wa kata ya Kisaki. Aa, kutokana na jambo linalotujia mbele Mei Mosi kama kata ya Kisaki. Kwanza tupo shwali kiusalama na kiulinzi pia, lakini pia tumejipanga vyema kupokea wageni, nafikiri kama mnavyoona hapa nyuma tayari kijiji cha Nyuki kimeshajipanga kupokea wageni wengi zaidi, na imani kwamba kwa manispaa yetu itakuwa kwamba yeye ndiye atakayekuwa ameongoza kupokea wageni wengi zaidi. Ndio maana mnaona kwamba hapa ameweka haya mahema kwa ajili ya wageni watakaokuwa watakaofika hapa kwa ajili ya Mei Mosi. Kwa hivyo tunaendelea kuwakaribisha na kuendelea kushirikiana pia kwa jambo hili ambalo linatarajia hapo tarehe moja mwezi wa tano. Mm, kwa jamii tu na, na wito kwamba waendelee kuwa kuanza kutunza amani yetu. Alafu pia kama kijiji cha Nyuki basi aendelee ku, kuwa na uboreshaji zaidi ili kuweza kuwa karibu na jamii pia kwa namna nyingine pia ana yupo na ushiriki mzuri na serikali yake katika eneo lake. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana. Maandalizi haya yaliyofanyika hapo nayaonaje? Ni mazuri kwa kweli, kwanza amefanya ubunifu wa hali ya juu, kwa sababu nilipopata taarifa kwamba anapata wageni kama mia, mia nne kama sikosei, lakini nikashangaa nika kwamba atawaweka wapi, kwa sababu mimi ninapojua kwamba yeye ana eneo dogo ambalo la weka watu Lakini nilipokuja sasa leo ngasani, je nitembee, nimeshangaa mimi mwenyewe kuona ametengeneza kitu ambacho amebuni kitu ambacho hatukuweza kukitarajia kwamba angeweza kukifanya kitu kama hichi.